Kwamba hivi, kwa kuwa mwezi wa Ramadhani umemalizika na tuliyafanya mazuri mazuri mengi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tulifunga tukaacha kula vya halali, tukaacha wake zetu na ume zetu wa halali, tukaacha kufanya mambo yetu ya halali kwa ajili ya kumtumikia Allah subhanahu wataala. Tulijizuia na mambo ya haramu, watu hawakufanya maasia, hatukusikia hatia nyingi sana Mambo mengi yalikuwa yamesimama, mabaa pia yalifungwa na mambo ya hovyo mengi ambayo hayamridhishi Allah subhanahu wa taala yalifungwa kwa ajili ya kutoa heshima kwa Allah subhanahu wa taala ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Swali ni je, kwa kuwa Ramadhani imemalizika tutarudi katika nzimo zetu ukosefu wetu? Basi kwanza tutakuwa tuelewe kama endapo tutarudi katika yale maasi tuliyoyaacha kwa sababu ya Ramadhani, kwanza tufahamu kwamba hatutamdhuru Mwenyezi Mungu kitu, na hasara hiyo itakuwa ni hasara ya kwetu sisi. Ndio si, tumepata hasara hiyo.